Hii ni timu ya taifa ya kabadi Tanzania ambayo ipo katika mazoezi ya mwishoni kabisa. Wanajiandaa kwenda kushiriki mashindano ya dunia ambayo yatafanyika Uingereza katika e, ule ukanda wa West Midland itakayofanyika kuanzia tarehe kumi na saba ya mwezi huu wa Machi na timu hii ya taifa imequalify kushiriki mashindano haya ya dunia, na ni kazi kubwa sana ambayo yameyafanya katika ile mashindano ya kufuzu yaliyofanyika kule Misri, kwa maana ya kwamba mashindano ya Afrika kupata timu zitakazokwenda kushiriki kwenye haya mashindano ya dunia. Na sisi tunaendelea kufurahia tu kuona Watanzania wenzetu wakiwa wanajiandaa na haya mashindano, tunawaunga mkono, ndio kama ambavyo nawaona mazoezi ambayo wanayafanya wakiwa wanaendelea kupashapasha kidogo na kocha wao akiwa anawapa maandalizi na maelekezo na ya na namna gani jinsi ya kwenda kufanya unapoingia katika haya mashindano. Kumbuka ni mashindano ambayo yatashirikisha mataifa kumi na manane eh, kwenda kuwania ubingwa huo wa dunia. Na mimi nitakuwa nakuletea tu taarifa kuweza kujua, eh, taifa gani inafanya nini, lakini kutokana na kocha mwenyewe wa timu ya taifa ya Tanzania anasisitiza kwamba wako vizuri na wana matumaini ya kwenda kufanya vizuri.